Muda umefika wa klabu ya Simba kuangalia uwezekano wa kumpa nafasi mtu anayejua Simba vizuri, ni maneno ya Salim Try Again, ambaye ameweza kuzungumza baada ya eh, timu hiyo kuweza kumfukuza kocha na kuweza kubakiwa na aliyekuwa kocha msaidizi Suleimani Matola. Mwenyekiti wa zamani huyo wa bodi ya ukurugenzi wa klabu ya Simba, Simba Sport Club, Salim Abdalla almaarufu kama Try Again, ameutaka uongozi wa klabu hiyo kumwamini kikamilifu kocha msaidizi Suleimani Matola na kumpa jukumu la kuiongoza timu hiyo. Wakati wa mazungumzo, huyo Trigoni amesema Matola amekuwa ndani ya Simba kwa muda mrefu kama kocha msaidizi, akifahamu vema mazingira ya timu, wachezaji na falsafa ya, ya, ya klabu, hivyo kuamini kuwa ana uwezo wa kuiongoza timu endapo ataaminiwa. Trigoni anaendelea. Hata hivyo, licha ya muda wake mrefu ndani ya benchi la ufundi baadhi ya mashabiki na wanachama wa Simba wamekuwa wakionyesha kutoridhisha na uwepo wa Matola wakiamini klabu inahitaji mabadiliko makubwa katika benchi la ufundi. Try Again akijibu hoja hizo anasema, Try Again, muda umefika wa klabu kuangalie uwezo wa ndani na kumpa nafasi mtu anayejua Simba kuliko mwingine yoyote, akieleza kuwa imani na udhubutu ndio vinavyohitajika ili Matola aonyeshe ubora wake. Kauli yake imeibua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa benchi la ufundi la Simba Sport Club e, na nafasi ya Matola katika mpangilio wa timu hiyo. Hayo yote yameweza kuja baada ya klabu ya Simba kuweza kumfukuza manager yake Dimitri Pandevo, na wengi kuamini kwa kwamba imekuwa ni mara zote. Suleiman Matola amekuwa akifanya kazi na makocha mpaka sasa zaidi ya makocha tisa, lakini yeye hajawahi kuonekana akiwa anafanya kosa timu pale ambapo inakuwa inafanya makosa, na hivyo mara zote makocha wa kigeni wanapokuja basi yeye huchukua jukumu la kuweza kuifundisha kui timu hiyo. Lakini kwa upande wake mwenyekiti wa zamani anadai kwamba kwa sasa ifikie mahala kwamba Suleimani Matola apewe timu, kwa kuwa ni simba vizuri, kwa ni anaijua Simba vizuri na amekaa kwa muda mrefu kwenye benchi la ufundi, hivyo anaweza kuifikisha Simba mbali zaidi tofauti na kumleta mwingine mgeni ambaye atakaye kujifunza awajue wachezaji ajue falsafa za klabu na miundo mbinu.